Na mtazamaji, familia ya marehemu Cynthia Shikuku Chelangat mwanafunzi wa gredi ya tisa katika shule ya msingi ya Enkoiperien wadi ya Ang'ata Barrikoi, kaunti ya Narok aliyenajisiwa kisha kuawa, inaitaka serikali kuharakisha uchunguzi na kuwanasa wahusika wa uhalifu huo. Marehemu Cynthia alikuwa mwanafunzi wa gredi ya tisa katika shule ya Enko Boine Comprehensive, alikumbana na mauti siku tatu zilizopita baada ya mtu au watu wasiojulikana kumshambulia asubuhi akielekea kufanya mtihani wake wa kitaifa KJSEA. shughuli ya upasuaji kubaini kiini cha kifo cha mwanafunzi huyo inaendelea katika hospitali ya rufaa ya Kilgoris Transmara Magharibi. So mimi ndio baba ya huyo msichana Cynthia Chelangat. Cynthia Chelangat akatoka hapa hivi kitu saa moja hivi asubuhi akienda shule. Aya mimi kwenda kazi ndio aliniambia kitu saa moja na kwa huyu na nani ya ya so, ningelitaka tu, kwa sababu familia hatuna chochote kwa viongozi, wale watu ambao labda wanaweza kuwa na uwezo zaidi, wapate kutusaidia ili tusaidie hii familia, kwa sababu hakuna chochote. Mtoto mwenyewe ni yatima, ni baba peke yake ndio tuko naye. So ningependa tu yule yoyote ambaye ako na chochote, kuanzia gavana, senata na hao wengine wote wa bunge, tunaomba usaidizi kwa hii familia. Bado hatujapangilia mipango yeyote, ni hile tu tumeacha uchunguzi, serikali inaendelea nayo, na nafikiria kufikia kesho tutakuwa na ripoti kamili, ama huenda tutakuwa na mambo mapya. Na tutashukuru kama kweli serikali itasimama nasi kuweza kupata haki ya huyu mtoto, maana ni mtoto aliyekuwa yatima, hakuwa na msasi mmoja alikuwa amebaki na baba na baba ndio huyo alikuwa ameng'ang'ana naye kufikisha